kuniambia mm -hmm. Kwa nini umerudi kwangu saa nane na nusu usiku? Kaja mlindani, kaja mlindani kuta mi nimelala tototo, saa kumi na mbili ya jioni mi nimewa miala, sijui kama ee, kaja mlindani kumbe kaja mlendani kapeksheni mlendani hakuna alichokikuta zaidi ya pakiti ya sigara ambayo nimeacha kwenye stray pale juu na kibiriti kapeksheni sana mlendani kila sehemu kapeksheni lakini hakukuta kitu kaniacha mimi kawa nimelala pale juu mpaka saa tatu ndo mimi naamka saa tatu usiku nikiangalia ah, mapoa nikatoka nje nikaangalia una tabia anazunguka kwa nyuma kwa madirisha yake, esi anavyoo vitupu. Sasa anakuwa sometimes unafungua pazia kama vile, na anataka aone nje, na hii ni sehemu yake anayokaa anayosoma, na sehemu kama vile ofisi yake. Sasa madirisha yake makubwa mpaka chini ya kioo, dirisha pia unalifungua kama mlango na anaweza ukatoka. Sasa mimi nikipita kule, nikiangalia hivi nimuona naye nakuapshaniwa ule Abdulinasoma, nkauliza ndio, leo usiku. Sasa nikaanza kufanya mpango ya kula saa mbili mbili, nikatoka nikachukua mayai tatu, takuwa nikatoka nikachukua kumbe, kesha jua mi nimetoka, hala niuliza karudi kafanya mambo yangu, nikalala. Asubuhi saa kumi na moja Amka, kambia, already wake up, Mr. B. Let's go naongea ama kaambiak, nkutokana zetu ni cha plan kwa dukani, kashinda ile siku nzima ile kule. Jioni tukarudi home, ile wiki yote ndo vile vile lakini, so blue down nakutaka niende kule blue down. mm. eh kama mpaka wiki ilipoisha nikatoka tena Jumamosi, mm. jioni nikaenda zangu tena Guguletu Guguletu. Kabla hujakwenda Guguletu, kuna mdau mmoja alisema umetufikisha story ya ya Ras Kadjole kuhusu ile demo ambaye alikuwa akifanya kazi supermarket, ambayo alikuwa na mahusiano naye, ile mahusiano alikatika ile ali. <laughs> mm. Mm. Mm. Mm. Najua ile South Africa mi yeah, likuwa inatisha sana kwa sababu yeah, so, South Africa mi nafika South Africa yeah. najua South Africa mbaya mm -hmm. sana na HIV, sasa okay. mi alikuwa naongea tunnpiganae story nini, yani nikitaka kuingia sana ndani mi naji najitoa, kwa sababu nawajua South Africa, yani kwa kitu ngono mm -hmm. yani vitu vya kawaida yeah, yani yeah. Kwanza hawana semile ya Mungu wachache waliosoma dini, unaona mm -hmm. Sasa yani huwa vitu hivi anaona anafanya tu kama vile yani mtu anaamua tu kumtumza mtu kitu basi eh yeah. Na ndeka hiyo pia anaweza akaja akakukataa tu akapata mtu mwingine akakusaliti tu hata ukapigwa kisu, lakini eti tayari yuko na mtu mwingine mwingine eh, yani ndivyo walivyo stahili. Sasa mimi nilikuwa sina imani nao ile ya nini ile kama eh, yani huku kidogo anaweza ukakaa ukimwangalia mtu hivi kwa unada, huku kidogo ana upendo, ana upendo eh, Ale ana upendo, Ah ana upendo. Yani wao nafuata kitu tu kwako, nikishakuona una hali fulani tu basi ndio, ama ifuata hiyo, sio upendo eh, ana upendo. Sasa tuendelee pale kwenda gugu yetu sasa. Karudi wewe mkaenda sana kwa gugu letu kule kwa ndugu zangu, Kuonga kwa bimu kubwa au rasta

pwajomba atari a hapo dredi naye zinaanza zimeteremka ziko huku na nimemtengeneza mi mwenyewe. Ya jua labda dredi eti unatengenezwa, sijui kama hukuti unatengenezwa saluni na watu amna. Kumbe mi mewambia tu hacha hizo nywele hivyo hivyo hizo nywele zitajipasua zenyewe ne charari, so mpaka wende tukashiko sokotwe ndoni we ziache zo nywele utaziona tu wewe, ukioga utaziona zinavyojiachia uh, zenyewe e, basi akafota vile vile, kila akioga anambia, naona sasa hivi mikonga napasuka, anataka usokoto usokoto usokoto nini hivyo, naenda mpaka usokoto. Ndio maana hukuta marasta wafanani, lakini huku kwetu ndio hukuta marasta wanafanana Anafana. Eh, kwa sababu sisi rasta zao za kunyongorotwa mm. Lakini kule rasta afanani, nani huyu? Ana midunga imeanguka huku, huyu imeanguka hivi, mwingine yani anachukulia ya ya ile nyele itakapojikatia necha yenyewe eh, nye, ndio inakokuwa hivyo, lakini huko watu washike sijui yeye dreadlocks sijui saluni nini, kule hamna ati kuna saluni ya dreadlocks kutengenezwa hakuna, mm. Akuna, South Africa ukuti hicho hivyo hivyo tu kule, ndo kuna makonkara watu wanatembea miguu chini mtu unakaa mlimani huko Cape, Cape Mountain huko kwenye mapango, wengine unakaa Muizenberg. Labda hapo tuwaelimishe kidogo watu ambao uh, hawajui unajua, kutembea miguu chini. Angalia wazee wetu wa vijijini wanatembea miguu chini. chini yani, bila viatu wao, wanaishi miaka mingi zaidi, kwa sababu chini kuna kwenye nyayo ya miguu chini kukuna, kuna kuna mishipa ambayo ile mishipa ina unapoikanyaga unapoigusa unapoi hivi na, na na vijio na vinini mm -hmm. inakuwa ina, ina, ina sensi kwenye mwili wako. Kama unataka kujua hicho Ras Kadjole mm -hmm. chukua mawe yale hii kokoto hizi mm -hmm. ndogo ndogo mm -hmm. hizi mm -hmm. ndogo ndogo hafu nchi zile mm -hmm. e, zieke chini alafu kanyaga kanyaga, ndani ya dakika kumi na tano mm -hmm. utaona mwili unaanza kuwasha Utajikuna kweli, damu kumbe, damu inafaje? Inachemka kumbe, unavyokanyaga kule chini kule, damu e, inachemka. Kwa hiyo hata kwenye magonjwa mengine unaweza kujitibia kwa kupitia njia hiyo mnuchemka. Na pia hata kwenye kupunguza unene, ukiona unajiwekea system ya kutafuta mawe madogo madogo, kokoto zile vidogo vidogo, three quarters zile mnuchemka. Au haf, no, hafu nchi zile na na vikanyaga kanyaga mm. tukopote, mm. kutokono, chini chini na vikanyaga kanyaga basi vinakuwa hizi nerves inashughuliwa inafanya kazi kwa unakuta damu yako unapata joto sana, unawashwa sana. Ukifanya muda kwa wiki moja wiki mbili kwa ile ile kuwashwa inakuwa haipo tena, au siku mbili ukifanya ile kuwashwa inakuwa haipo. Lakini mara kwanza unapofanya ile kanyaga kanyaga chini ile unawashwa wote kuna mwili wote unawasha, yani unawasha, utafikia mtu amelala kupaka ufuku. mm. kumbe ni damu inafanya inachemka. E, kwa hiyo unafanyisha damu na kwa natembea katika mzunguko wake kwa kawaida kwa kwa vizuri kwenye mshipa yote. Kwa hiyo mimi kwa kuwashauri yani kwamba jiekee mpango wa kuchukua kokoto ndogo ndogo, zile kuweka sehemu, zitengeze sehemu tu, kama una uwezo wa kufanyaga chini muda mrefu, basi zile kokoto zikanyage kanyage Eh, yeah. zika eh, kama, lakini uko hapo hapo hapo, kama unatembea zikanyaga zika ndio maana akuta wazee wengi wa vijijini wanaishi miaka mingi kwa sababu ya kutembea miguu miguu chini, mm. Kwa nakuta magonjwa mengine aa, kwanza uzito unakuwa yaani uzito, kawaida, e, uzito e, wa kawaida hauzidi e, wa... e, Sasa unaovaa viatu vile vinakuwa haibonyezi minya kwenye aa, unaona kuna jiwe analichukua au hata ukichukua mafuta ya, ya nazi mm. ukawa unajipaka ikawa desturi yako kulala kila siku kujipaka mafuta chini, mafuta chini wakati wa kulala, naona ni tiba nzuri sana pia, lakini tiba nzuri zaidi ni kukanyaga mawe. Au kama uwezi kukanyaga mawe, basi jekee muda tu ndani, alisali moja, wewe tembea miguu peku kwenye ardhi yako nyumbani kwako vile, lazima utakutana vijiwe vijiwe, vitagusa kwenye ile mishipa ile, itagusa kwenye ile mishipa chini. Kwao tunapa darasa pia, iliwapo ni nzuri pia. Kwa hiyo tuendelee. Sasa moja mani safe mimi nilikuwa miguu yangu napata ganzi sehemu ya hapa. Bas mimi nikawa ni sivai viatu. Hapo hapo ndo swamu kule kule. Hata yeah. Yeah. Ganzi inatoa yeah. Kila kitu. Bas nikawa natembea kule mwana ya mara kule mm. Chini. Ile ganzi yote imeenda imeondoka sasa hivi. Mm. Ilikuwa hivi dole hivi nikivichezesha yeah. Hivi sivihisi yeah. Vihisi. Eh, yeah. Yeah. Sasa hivi nikivichezesha na vihisi kama na vichezesha ikawa yote ina ganzi kwa ajili ya kuvaa viatu, nikasema viatu sivai nikaviacha. Kule kule natembea, watu wananiona natembea kenye matope, sijui kenye nini, natembea nimechoma hapa, nikinua kijiwe, kijiwe hichi nini, basi meenda ile ganzi, imepotea sasa, imepotea. Au kuna watu wengine ambao mnapenda kuenda bichi sana, kwenda kutembea bichi, mmoja, hebu ujiwekee utaratibu huu mmoja nayokupa. Unajua ukienda bichiasa, mm. uh, watu wengi hawa, kuna mishipa mingine inashindwa kupiga damu vizuri, mm. ushafahamu. Mishipa napita, ya damu moto. Ya ya, moto kwa hiyo ukenda zako bichi, kjek utaratibu, unachimba zako shimo. mm -hmm. ukaingia mpaka hapa, sawa mm -hmm. au pata kwenye kiuno sawa sawa, mm -hmm. sawa. Mm -hmm. Alafu ukawa unaanza kuchukua mchanga unafukiwa kidogo kidogo chini. mm -hmm. wakati anakufukia unachukua na, una na maji ya bahari ali, mm -hmm. anatia mm -hmm. kwa mchanga awajishindilia, kwa hiyo unakwenda mpaka ukifika hapa kwa hiyo kifika pale, mchanga inavyoingia mkoto inakaza. Kwa hiyo ikikaza, ile mishipa ile inatutumka, inatafuta sehemu ambapo sehemu nyingine a ya kupita damu. Kwa hiyo kitendo cha kupita ile damu, ile sehemu ambayo mishipa mingine haipiti vizuri, inapita mle mote, mle inazibua, ina ina kawaida hii inaganda sehemu zile, nerves zinakuwa ndogo nyingine, kwa hiyo inaganda. Kwa hiyo sometimes sasa inakuwa ikifika kwa mishipa fulani hivi inakuwa inaziba zile tundu, kwa hiyo inakuwa damu haipite, kwa hiyo unaanza kukuta, unaanza mm. ku stroke mm. ushafahamu. Lakini unapojifukia chini kwenye maji kwenye bahari pale kwenye kwenye mchanga, ukajifukia mpaka hapa, basi unafanya unasababisha mishipa mi, mi, mi, mi, mi, mi inazibuka, kuzibuka kupita damu si mingine na maana hata huku juu pia damu itakuja kwa pressure izunguke mpaka iende kule, yani ni Vel, yani, yani, niseme kwamba ni tiba moja hapo nzuri sana kuzibua mishipa. Kuna mafuta mafuta, mafuta, mule mafuta meganda, ni, ya meganda inakuwa nazibua kwa hiyo jiweke taratibu nakwenda bichi basi jifukie mpaka mita manisef, mm. kawaida, migu, hata mfano manisee usichimbe sherefu sana uchimbe tu la kawaida uingize miguu hata hivi tu alafu ufukie usimame, lakini usimame, ndo inakuwa presha e, lakini, lakini ukifukia mpaka hapa inakuwa ni nzuri kwa sababu unakuwa mishipa yote uku unabana ambao na bana mshipa unatia maji mm. na bana mshipa alafu unakuta damu zinapita vizuri mm. na unatumbukiza mchanga tena mchanga. Hata kama mtu napata mtu ambae stroke mm. le pia stroke mm. ukaenda kumpeleka beach, sehemu kama hizo, ukamfukia mtu ambae alipata stroke, ukamfukia kama hivyo, basi muda mchache sana narudi katika hali yake. Sisi tuna mtu ambaye hiyo ilitokea, kuna mgonjwa alitokea hiyo issue, tunaenda tunamfukia kwenye beach. Alikuwa akikaa hivi hawezi, anaenda moja kwa moja, yani hawezi hata kutembea. Lakini baada ya kwenda kumfanyia vile mazoezi kule kumfukia, akazibuka akaanza kutembea vizuri, kaondoka mshanifahamu. Kwa ile michanga yenyewe ni dawa, na yale maji ya bahari, maji ya chumvi, nayo ni dawa, inaenda kuzibua ile mishipa inaziba ile mishipa, kwa sababu mchango unapoingia ile mchanga inabana, inabana. Kwa hiyo kibana hii mishipa, mishipa na tutumka. Kwa hiyo inatafuta sehemu nyingine ya kupiga damu, inaenda kupita zile sehemu ambazo kwa hazipiti kila siku, hazipiti kila siku, kwa mfano. Kwa hiyo kama hazipiti kila siku ile sehemu inafaje? Inazipita, inazipita, inafunguka, kwa sababu za kushangaza stroke, kwa sababu inaachia, kwa sababu stroke ni mishipa ambayo haipitishi damu kwenda ile sehemu. Kwa hiyo inakuwa ina ina ndio maana stroke, unajua stroke ni mishipa ambayo, kama unajua, sisi tunaongozwa na mishipa ya damu. mm -hmm. kwa damu kama haipiti, hivi vidole huwezi kufanya kitu, huwezi kufanya chochote. mm -hmm. Lakini kama damu inapita, vidole vinaweza kufanya kila kitu. Sasa we unapoenda kwenye beach kwenda kujifukia, ina maana unaiziba hii sehemu ambazo damu zinazopita, zilazimishe kupita ile sehemu ambayo damu haipiti haipiti kwa hiyo ikipidina sehemu ambayo damu haipiti ndio unafanya kazi. Unaanza kufanya kazi, kazi. Mm. Kwanikaa ukijua kwamba mishipa ya damu ndio inasababisha wewe uweze kutembea, wow. Uweze kufanya kila kitu, kwa hiyo mishipa ya damu ukiweza kuuzia sehemu moja inaweza kuzibua sehemu nyingine ya mm -hmm. Pili tuendelee Mr... <laughs> <laughs> Vitu vya kidokta hivi, eh. Napata vitu vya kidokta nakupitia kwa manisefu <laughs> Aya. Aya, dunia kila mtu ana elimu yake, maana manisefu, usidharau manisefu basi bwana manisefu ukapika, uka kapika, nikapika kule nikala ile mm -hmm. Wiki sasa ile ilipopita kule. Nilikuja kaja kule kaja